Bwana Yesu asifiwe. Um, kwa jina anaitwa mchungaji Dr. Kieji wa kanisa la Hemani lililopo mtaa wa Maliza, kata ya Buhongwa, wilaya Nyamagana, jiji la Mwanza, mkoa wa Mwanza, na kwa mara nyingine tena napenda kukaribisha katika mfululizo wa vipindi vyetu vya mafundisho ya neno la Mungu na somo ambalo tunaendelea nalo mpaka sasa inasema maombi yenye matokeo au maombi yenye kuleta matokeo. Kwa mtu yeyote ambaye ni mwombaji anamwomba Mungu ili maombi yake yawe na matokeo, kuna vitu kadhaa tumejifunza mpaka sasa, na mojawapo ya sifa uh, za maombi yenye matokeo nimewahi kukutajia siku kadhaa zilizopita, na kwa haraka haraka nitataja sifa hizo alafu kisha tutaendelea na sehemu nyingine inayofuata. Jambo la kwanza nilisema mwombaji yeyote lazima awe ni mtu ambaye amejitenga na dhambi, kwa sababu Biblia inasema Mungu hamsikii mwenye dhambi. Hilo ni jambo la kwanza. Na jambo la pili nilisema lazima ujifunze kuongozwa na Roho Mtakatifu, kama vile ambavyo tulizosoma katika kitabu cha Luka Mtakatifu, ile sura ya nne na ile mistari ya mwanzoni. Maandiko yanasema Yesu Kristo aliongozwa na Roho Mtakatifu kwenda nyikani kufunga na kuomba kwa hiyo na kitabu cha Warumi kinasema, wanaongozwa na Roho wa Mungu au wa ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo sifa ya pili ya mwombaji ambaye maombi yake yanaleta matokeo makubwa katika maisha, lazima ajifunze kuongozwa na Roho Mtakatifu. Jambo jingine la tatu, e, Biblia inasema kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana, akiomba kwa bidii. Kwa hiyo mwombaji mtu ambaye anamwomba Mungu lazima ajifunze kuomba kwa bidii, kuomba kwa jitihada bila kuchoka. Na sifa nyingine <coughs> eh, ya, ya, ya, ya, ya ya ya maombi yenye matokeo lazima mwombaji ajifunze kufunga. Usiombe peke yake, uwe na tabia pia ya kufunga. Kufunga maana yake unanyamaza kula, unanyamaza kunywa. E, unamimina moyo wako mbele za Bwana ukiwa umenyamaza kula na pamoja na kunywa ili Mungu aweze kutenda miujiza katika maisha yako. Ukifanya mambo haya, utaona maombi yako yanakuwa na matokeo na utaona mabadiliko makubwa katika maisha yako. So leo ni siku nyingine tena Bwana ametupa tumepata kibali cha kushirikiana pamoja. Nami nakwenda kukuongezea tena pointi nyingine ya msingi kabisa. Ili maombi yako yaweze kuleta matokeo, unapaswa kufanya jambo gani ili uweze kuona matokeo? Na sifa yetu ya maombi ya matokeo, sifa ya tano, inasema kuomba kwa kudumu au kudumu katika kuomba. Kuomba kwa kudumu au kudumu katika kuomba. Ukitaka kuona maombi yenye matokeo, jifunze kudumu katika kuomba. Na uh, kwa mantiki hiyo basi nitakwenda kukusomea Biblia kitabu kile cha cha cha cha Waefeso sura ya sita na ule mstari wa kumi na nane Biblia inasema hivi: kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Biblia inasema kudumu katika kuomba, kudumu katika kuwaombea watakatifu Mwombaji yeyote, ili maombi yako yaweze kuwa na matokeo, jifunze kudumu katika kuomba. Na tunaposema kudumu katika kuomba, tafsiri yake ni nini? Maana yake si kufanya kwa muda mfupi. Hapana, si kufanya kwa mara moja alafu kisha unaondoka. Hapana, unafanya mfululizo, unafanya wakati wote, unafanya muda wote unamuomba Mungu asubuhi, unamuomba Mungu mchana, unamuomba Mungu jioni bila kukoma. Unapokuwa umepokea majibu ya kile ambacho nakiombea, basi unaendelea kuomba pia na ajenda zingine, nanielewa kwa sababu uomba eh, eh, Biblia inasisitiza lazima tuombe kwa kudumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Andiko jingine ambalo nataka nikusomee E, ambalo linasisitiza tufanye maombi kwa kudumu au tuwe na maombi ya kudumu linatoka katika kitabu cha Wakolosai ile sura ya nne na ule mstari wa pili. Kitabu cha Wakolosai sura ya nne na ule mstari wa pili, Biblia inasema dumuni sana katika kuomba mkikesha katika kuomba huku na shukurani. Maandiko yanasisitiza kudumu katika kuomba kudumu katika kuomba maana yake kufanya mfululizo bila kuacha, kufanya wakati wote bila kukoma, kufanya muda wote bila kuzimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika makanisa yetu e, makanisani kwetu kuna lugha ambazo watu wanazitumia. Tunasema maombi ya mnyororo, chain prayer. Maana yake unakuta mahali fulani kwenye kanisa watu wameseti ratiba yao ya kimaombi asubuhi, wanaingia watu kadhaa, mchana wanaingia watu kadhaa, jioni wanaingia watu kadhaa, ili mradi tu kuhakikisha kwamba yale masaa ishirini na manne katika siku yanakatika na yote yako covered. Maana yake hakuna mahala ambapo e, watu wamenyamaza kimya. Ukisoma vizuri katika agano la kale, Biblia inasema pale patakatifu patakatifu kulikuweko na taa ambayo prinsipo yake ile taa ilipaswa iwake siku zote mle hekaluni bila kuzima. Sasa na ile taa ilikuwa inahakikisha kwamba ina mafuta muda wote iweze kuwaka bila kuzima. Inaashiria nini? Maana yake bubujiko la Roho Mtakatifu ndani ya nyumba ya Mungu kwa njia ya maombi halipaswi kukoma, halipaswi kukatika. Bwana Yesu asifiwe sana. Vilevile vile, e, katika makanisa yetu kuna taratibu unakuta E, watu wanafanya maombi mwisho wa mwaka e, maombi ya kumshukuru Mungu kumaliza mwaka, na wakati mwingine wanafanya maombi mwanzo wa mwaka kama maombi ya kukaribisha mwaka mpya. Wanapokuwa wameseti ajenda zao za kikanisa, wanamwita Bwana ili aweze kuonekana katika zile ajenda. Wanafunga siku thelathini, wanafunga siku arobaini, wanafunga siku hamsini, wengine wanaenda zaidi mpaka siku sabini. Ni jambo jema lakini kwa mujibu wa maandiko, Biblia inasema lazima tujifunze kudumu. Si jambo jema japo ni zuri, tunafanya tunaomba siku thelathini ama miezi miwili, lakini si jambo jema sana kibibilia. Tunafunga siku thelathini, baada ya pale tunapotea, tunaacha shughuli ya uombaji no. Lazima tujifunze kudumu katika maombi, hata kama tunakuwa tumepanga siku thelathini arobaini hamsini na sitini, tunapokuwa tunazimaliza lazima uwepo mkakati wa kikanisa wa kuhakikisha kwamba lile bubujiko la Roho Mtakatifu la kimaombi ndani ya Wakristo lina, linaendelea ndani ya kanisa. Kwa hiyo mna seti tena ratiba nyingine ya kuweza kuwasaidia eh, kutunza lile wingu, kushikilia lile wingu na kutunza ule moto wa kimaombi. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa hiyo ukitaka kuona matokeo mazuri katika maisha yako ukitaka kuona Mungu akitenda miujiza, ukitaka kuona Mungu akikutetea na kukusaidia, ukitaka kuona Mungu akishuka kwa namna isiyokuwa ya kawaida katika maisha yako, jifunze kuwa na maombi ya kudumu, maanake maombi yasiyokoma, maombi yanayoendelea ya muda wote, maombi ambayo hayazuiliwi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na, vile vilevile ukisoma katika maandiko kile kitabu cha Danieli nabii E, nitakuonyesha hapo ile sura ya sita e, kitabu cha Danieli nabii sura ya sita e, nabii Daniel sura ya sita nabii Daniel sura ya sita na ule mstari wa kumi. Biblia inasema hivi: hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake, na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabiri Yerusalemu, akapiga magoti mara tatu kila siku akasali akashukuru mbele za Mungu wake, kama alivyokuwa akifanya tokea hapo awali. Mojawapo ya manabii ambao maishani mwao miujiza mikubwa ilitokea ambayo ilipelekea mpaka dunia nzima taarifa zikasambaa ni Nabii Danieli. Biblia inasema mfalme wa taifa lile aliyokuwa anaishi na Nabii Danieli katika nchi ya utumwa aliweka amri ya kwamba asiombwe Mungu mwingine isipokuwa Mungu wa mfalme huyu, na saa hii kaweko na yule mfalme mfalme, kwamba imekuwa amri sasa, ama sheria ianze kufanyiwa utekelezaji. Maandiko anasema Danieli nabii alivyogundua jambo hili, Biblia inasema alienda katika nyumba yake akafungua madirisha ya nyumba yake kuelekea kaskazini, na alivyofungua madirisha ya ile nyumba yake kuelekea kaskazini, Biblia inasema akaanza kuomba asubuhi akaomba mchana akaomba jioni. Biblia inasema kama ilivyokuwa kawaida yake. Kwa hiyo maandiko yanaonyesha utaratibu wa nabii Danieli ulikuwa ni kuomba mara tatu kwa siku siku zote za maisha yake. Nasikiliza nikwambie jambo gani lilitokea. Maandiko yanasema alivyoonekana ameomba kwa Mungu mwingine, sio kwa Mungu wa mfalme, ile amri ikaamua kutekeleza, maana adhabu ilikuwa imetangazwa Yeyote atakayekiuka amri ya mfalme atatupwa katika tundu la simba. Na Nabii Danieli alichukuliwa akatupwa katika lile tundu la simba, lakini kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye anaomba siku zote bila kukoma eh, ni kwamba wale simba hawakuweza kumgusa. Siku iliyofuatia mfalme alienda kumlilia, maana alikuwa ni mtu anayempenda sana. Alipofika kwenye tundu la simba, akapiga kelele, akilia, akiuliza kwa sauti yamkini kubahatisha, labda Danieli yuko hai. Lakini alishangaa baada ya kuwa ameuliza alisikia sauti ya nabii Danieli inatoka kwenye lile shimo ikisema, Mungu aliniona ya kwamba sina hatia mbele zako mfalme, hivyo basi alimtuma malaika kutoka mbinguni akayakamata makanwa ya simba, ama kwa lugha nyingine akawafunga vinywa eh, wale simba wasinidhuru. Unaona kwa sababu gani Danieli alikuwa anaomba maombi ya kudumu. Ulikuwa ni utamaduni wake, alikuwa amejijengea bezi ama misingi ya kimaombi. Kwa hiyo unataka kuona Mungu anakutetea akifanya mambo makubwa mazito, yale yaliyoshindikana yapate e, yawezekane, yale yaliyokataa ya kubali, yaliyokuwa magumu e, yawe mepesi, yale ambayo yali, yalimekosa mlango wa kutokea yapate mlango wa kutokea. Jifunze tambua neno hili maombi yawe ni maombi ya kudumu ili uweze kupata matokeo mazuri. Weka maombi kuwa sehemu ya maisha yako na mfumo wa maisha yako, utamwona Mungu akikutetea na utaona miujiza mikubwa sana. Baada ya kusema hayo, ninasema Mungu wa mbinguni akubariki sana. Ni mimi Mchungaji Dr. Kieji wa Kanisa la Hemani lililoko mtaa Maliza, kata ya Buhongwa eh, wilaya Nyamagana, jiji la Mwanza, mkoa wa Mwanza. Ninakualika tena siku nyingine. Ibada zetu zinafanyika siku ya Jumatano na Ijumaa saa kumi na nusu mpaka kumi na mbili kamili jioni. Siku ya Jumapili tunakusanyika saa tatu na nusu mpaka saa sita na nusu mchana. Karibu shiriki ibada zetu uweze kumuona Mungu akitenda miujiza katika maisha yako. Baada ya kusema hayo, Mungu wa mbinguni akubariki sana, na uwe na amani ya Kristo itawale katika maisha, na maisha yako barikiwa na Bwana.